Bunduki tatu haramu na mifugo iliyoibiwa yarejeshwa katika operesheni ya kiusalama Isiolo. Operesheni ya kiusalama inayoendelea katika maeneo mbalimbali mbali ya kaunti ya Isiolo imeanza kuzaa matunda, huku bunduki tatu haramu zikikamatwa na mifugo iliyoibiwa kurejeshwa kwa wamiliki wake. Kwa mujibu wa naibu kamishna wa kaunti ya Isiolo, Bwana Bernard Okwiri, jumla ya mbuzi 1734 na ng'ombe kumi na watatu waliokuwa wameibwa tayari wamerejeshewa wenyewe tangu kuanza kwa operesheni hiyo. Aidha, maafisa wa usalama wamefanikiwa kunasa bunduki tatu haramu. Umeweza kupata zile mbuzi ambazo zimeibiwa elfu moja mia saba na thelathini na nne ambazo, uh, zingine zimerudishiwa wenyewe na zingine mnavyoona bado iko pale kwa lori, imerudishwa siku ya leo. Pia vile vile tumeweza kupata ng'ombe idadi ya ng'ombe kumi na tatu ambayo ilikuwa imeibiwa na tumeweza kurudishia wenyewe. Vilevile vile, tumepata bunduki tatu tangu operesheni ianze. Moja ilipatikana pande ya uh, Garendare na mbili zimepatikana leo, moja imepatikana Bulashek na nyingine imepatikana Akadeli. Hii hii kupatikana kwa hii silaha inatokana na ushirikiano wa viongozi wa kule mashinani uh, nyumba kumi machiefs, na ile shinikizo ambayo tumeweka uh, kuhakikisha kwamba silaha zote haramu zinaweza kupatikana, zimeweza kupatikana. Operesheni vile, mheshimiwa uh, waziri alisema, itaendelea mpaka wakati ule tutahakikisha kwamba tuko na usalama katika mji wetu subcounti yetu ya Isiolo. Bwana Okwiri amethibitisha kuwa idara za usalama tayari zinawafahamu baadhi ya wa wahalifu wanaohusishwa na uhalifu huo na kwamba hatua kali zinaendelea kuchukuliwa dhidi yao. Kwa saa hizi ile ile tumeweza pata ni zile silaha ambazo zimerudishwa kwa hiari, lakini hata hivyo tu, tukipata hizi silaha kuna forensic experts ambao wana, wana, wana, wana, wana, wana bal, bal, ballistic experts kwa kundari ambao wanazichunguza wana ndio tupate kujua kama uh, zilihusika kwa njia yoyote ile katika uhalifu uh, hapa Isiolo hata hivyo kuna wale wahalifu ambao tuko na majina yao na tuko na na na, na information kuwahusu ambao pia bado tunawafuatilia na uh, hivi punde e, tunatarajia tutawakamata tuta na tutawachukulia hatua ya kisheria kwa upande wake, kamanda wa polisi wa kaunti ya Isiolo, Isaac Sang, amewataka waendeshaji wa bodaboda kujiepusha kabisa na kushiriki katika shughuli haramu, ikiwemo usafirishaji wa chakula kwa wahalifu pamoja na kubeba au kusafirisha dawa za kulevya. Ningewasihi pia kwa wale um, e, wale watu wana facilitate hii maneno ya ukora, kwa sababu ukiangalia hii bunduki ama labda wale uh, wafugaji ambaye ni wezi wale wanaibia wengine, wanatumia pikipiki piki sana sanasana kufasilitate operation. Unakuta wanatuma mtu ya pikipiki anakuja anachukua chakula anawapelekea pale kichakani, mahali gari haiwezi pata access. So tunawaambia pia wale uh, wanahusika na biashara ya bodaboda, tafadhali mu, uh, musijihusishe na biashara haramu kama hiyo. Na unakuta pia ya kwamba hizi mapikipiki zinatumika pia eh, kubeba madawa kubeba madawa kama bangi kama kogain, ambayo ukiangalia katika eh, tauni yetu unakuta kuna vijana wengi sana ambayo wamehusika eh, na hiyo maneno ya madawa. Wakati huo huo, baadhi ya wakazi wa kaunti hii wamepongeza juhudi za serikali katika kuimarisha usalama. Jabir Hassan, mkazi wa Isiolo, amesema operesheni hiyo imeleta afueni kubwa kwa wakazi kufuatia kurejeshwa kwa mifugo iliyoibwa. Hii nduru ambaye Murkomen alikuwa na tunataka kusikia kama yangu, nduru yuko pande yangu, hiyo nduru isikike vizuri. Kulikuwa tunangojea Friday, nduru mingi isukuke sote, tunaambia mheshimiwa Murkomen na hawa viongozi wako hapa Isiolo, wa, wa, wa bwana, hii e, security team ya Isiolo, kazi manza tumeona makifaru mingi, hata town inasemekana watu waingie nyumba mapema, zijuko na kafyu kuna kitu wanasema watu frustration, so mambo ya mali tunataka kujua, mambokoomaliua mwenye mbuzi atachukuliwa hatua gani? Because ni mwizi. Naye Abdiaziz Gollo amehimiza serikali kuendelea kuimarisha operesheni hiyo bila kulegeza kamba, ili kuhakikisha mifugo yote iliyoibwa inarejeshwa kwa wamiliki wake na usalama wa kudumu unapatikana katika eneo hili. Yewa mbuzi 430 cha kutoka hapo kwa chumbi zilenda amesema vile murku menalikanyaga hapa serikali, there is at least a slight difference ya kurusha mali ya watu ile kwa mbebo mbeleni na kifua. Wenye walikuwa wanapiga kifua mbeleni waliona kwamba serikali sasa mkono yake ni mrefu, all those things that at least walikuwa wanafanya mbeleni, kitendo walikuwa wanafanya mbeleni, wazee walika ile mbuzi yetu ile bebo it was 430 at the moment, ile tumerekava tumepata, naye wazee wamerudisha it is 140 Bado tumeambiwa ziko zingine ziko hapa kwa mlima bado zinarejeshwa ile kitendo kifanyike, ile kitendo lisemekana, ile siku ifanyike. Ni ripoti kwa runinga ya Waso. Langu jina ni Hussein Morangiri Guyo. Runinga ya Waso ya kujuza na kukuburudisha.